ni huko Empire Pro Club nchini Marekani weekend iliyopita, ulikuwa ni mwendelezo wa tamasha la Coachella. And video hii unayoiona hapa una msanii Justin Bieber akionekana ku vibe na mashabiki and hiki ni kipande cha video ambacho kimeweza kusambaa pakubwa sana, huku tafsiri ilikuwa ni kubwa, baada ya wimbo ambao unasikika ni Not Like Us wa Kendrick Lamar. Na ukizingatia Justin Bieber, ni hivi karibuni tu Drake aliweka wazi kuwa amemdia mkojide kutaka kuhitaji kolabo na msanii huyo lakini hakujibiwa, na hilo lilifuatia baada ya msanii huyo kupitia kwenye ukurasa wetu wa Instagram kuweka wazi kwa msanii yote ambaye angependa kushirikiana naye basi aweze kumdm, so Drake aka respond hivyo, na ukizingatia Drake anatokea Canada same na Justin Bieber, lakini ni muda mrefu sana tujui kupata bidhaa ya pamoja kwa uhusisha wawili hawa. Sasa kitendo cha hii video kusamba kwenye mitandao ya kijamii tena Justin Bieber kicheza single hii ya Not Like Us. Wengi waliona ni kama hajatumia uungwana hasa ukizingatia ni kazi ambayo ipo kwenye tenshen kubwa na kwa sasa ambacho kinachukua nafasi ni masuala ya kimahakama baada ya Drake kuisu ama kuishtaki UMG pamoja na Kendrick na mama mwenyewe. Sasa, hii ni taarifa ambayo iliweza kutafsiriwa katika upande huo, lakini ni kama mashabiki wameweza kumwonea huruma Justin Bieber na hii ni kufuatia namna ambavyo anaonekana kwenye video husika. Kwenye video hii, msanii anacheza ikiwa kifua wazi huku kuna namna ni kama anaonekana kaleo, yani ajitambui kile ambacho anakifanya na kama anaendeshwa na kelele pamoja na vibes za mashabiki pamoja na, mashabik, pamoja na wimbo husika. Sasa baadhi ya mashabiki wameweza kumuonea huruma, wengine wakisema kuwa msanii huyo anaonekana kabisa yupo kwenye hali mbaya ya kiafya ama kiakili, huku wengine wakibainisha kuwa huenda yupo kwenye matumizi makubwa na mabaya ya madawa ya kulevya. Sio hivyo tu, wengine wakaanza kushauri kuwa msanii huyo badili aina ya marafiki ambao wapo naye karibu, maana uende kwa namna moja ama nyingine wanashiriki kumaliza. Nataka utazame video hii na we mwenyewe kwa mtazamo wako ushushe comment juu ya hiki ambacho unakiona, na hii limeweza kufuatia ikiwa tu ni miezi ya hivi karibuni kuandamwa na taarifa ya kuwa yupo kwenye matumizi mabaya ya madawa ya kulevya, lakini sio hivyo tu ni kama anaandamwa na matatizo ya